Habari ndugu mfuatiliaji wa masuala ya teknolojia na masuala yote ya Jiku Tech Tips. Hii ni Jiku Tech Tips. Leo tunaenda kujifunza lugha ya kompyuta inaitwa Java, mbondo ya, inaitwa Java, Java programming language. Lakini kabla hatujaanza kujifunza Java programming language, tunaenda kuangazia masuala machache, vitu vichache vya kukumbusha. Kwa tehama, tunafahamu kabisa kwamba tehama ina vipengele vingi lakini sasa kwetu sisi tutaenda ku tutadili hasa ni kwa namna gani tutadili na kujifunza mambo ambayo yanaweza kutusaidia au tunaweza tukasema, kwa namna gani tunaweza kurahisisha mambo kwa kutumia tehama na pengine hata kutengeneza kipato endelevu kwa namna mbalimbali zinazokuwepo kuwepo katika wakati wa kidijitali. Sisi hapa tutashughulika na utengenezaji wa, pro wa programu za kompyuta na programu za simu pamoja na kujifunza lugha za kompyuta yani, tutajifunza programming kwa ufupi na, na ikiwa lengo ni utengenezaji wa programu, ni lazima tufahamu angalau programming language wenye angalau moja, ili tuweze kuendelea kwenye kipengele cha utengenezaji wa programu za simu na programu za kompyuta zingine nyingine. Tajifunza so, Java programming language kwa ajili ya kutengeneza mobile apps na huo ndio utakuwa mwanzo wetu katika safari ya kujifunza utengenezaji wa Android, Android apps na programs za kompyuta. Somo hili litatoka kwenye kitabu ambacho tu kimeandaliwa uh, na Jiku Tech Tips na maelezo yapo ni kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tutaenda kuanza moja kwa moja utangulizi wa Java tena kwanza, utangulizi wa Java tena, nitakueleza historia fupi ya Java. Java ni lugha ya kompyuta na ni lugha maarufu sana, iliumbwa mwaka 1995 ndio ilikuwa rasmi, na hadi sasa inamilikiwa na kampuni ya Oracle kutoka kampuni ya Microsystems. Ya kipindi hicho Java inatumika ndani ya zaidi ya vifaa bilioni tatu hadi saa hizi zaidi ya vifaa bilioni tatu. Java inatumika wapi na wapi? Java inatumika kwa inatumika kutengeneza programu za simu hasa Android apps, programu za kompyuta desktop application, programu za wavuti yani web application. Vilevile Java inatumika katika server za wavuti yani kutengeneza web server na application server vilevile, Java ni language ambayo ni maarufu sana kwenye kutengeneza games, hizi game ambazo unaona wanacheza wa, wa, wana, kwenye PlayStation hizi. Vilevile Java inasaidia sana kwenye miunganiko ya kanzidata data. Yani, yani, weze kufanya kazi Java, Java inaweza ka ikaplay part yake yani database connection kwa nini sasa tujifunze java? Java inatumika katika profa, to, platform platform tofauti tofauti, kama vile java inatumika kwenye Windows ambao ni operating system ambao tunatumia sana kwa, kuna kaumuhimu fulani ka kujifunza lugha ya java au kujifunza java. Unaweza ukawa ujapata hasa java. Vile vile ipo kwenye Mac. Java vile vile inatumika kwenye Linux na operating system zingine kama Android. Vilevile java ni lugha maarufu duniani, kwa hiyo ukijifunza java unakuwa sio kama ujifunza kitu cha ovyo. Vilevile java ina soko la kwenye ajira. Ukisema java, basi mtu anakuwa anafahamu ni lugha ambayo inafahamika sana, na nguvu yake na ubora wake na kazi zake zinafahamika. Vilevile java ni rahisi sana kutumia kujifunza java na mambo yote ya java ni bure hamna sehemu ya kulipia java ina usalama na langoji ambayo iko fasta sana na ina nguvu pia java vile ina jamii ya watu wengi zaidi zaidi za ya watu milioni kumi wanatumia java duniani hivyo hata ukiwa na changamoto yote inayohusiana na java ni rahisi hata kugugle ukapata majibu ya changamoto yako tofauti na langoji zingine nakuta langoji na population ya watu, population ya watu inakuwa ni chache wanakuwa ni kwa wachache kukutana changamoto uka Google uka inakuwa ni vigumu kupata majibu sahihi hicho ulichokutana nacho. Vilevile ufahari wake unakuja pale ambapo inatumia nadharia ya vitu, java inatumia nadharia ya vitu halisi kitu kinachofanya kodi na programu zake zieleweke zaidi. Vilevile java inaruhusu kutumika zaidi ya mara moja Ina, ina punguza, ina punguza program, na ina inapunguza baadhi ya gharama kwa sababu utatengeneza program utachapa kodi zako kwenye faili moja, hiyo faili inakuwa inatumika mara kadhaa mara kadhaa mara kadhaa kwenye kifaa chochote kile, kama nilivyokutajia hapo: Windows, Mac, Linux, Android systems hiyo. Baada ya kueleza haya mambo machache, tuanze sasa kuandika program ya Java, program yetu ya kwanza ya Java unaweza ukaandika program yetu ya Java, na ili tuandike programu ya Java lazima tuwe na, lazima tuwe na code editor, lazima tuwe na IDE, integrated development environment, ambapo kwa Java unaweza ukatumia IntelliJ, unaweza kutumia NetBeans, unaweza kutumia Eclipse. Kwa hiyo sisi hapa tutatumia tutatumia NetBeans kwenye kutengeneza programu za Java, kwenye kujifunza Java. Tutakuwa na masomo kumi na sita tutakuwa na masomo kumi na sita au tutagusia vipengele mbalimbali huko, tukasema kumi na sita yakaongezeka zaidi kulingana na matakwa ya watu. Unaweza ukafanya programu ya mobile application baada ya kuwa umeshajifunza utangulizi wa java, kwa sababu tunajifunza hapa ili tuweze kupata kauelewa kidogo kutusaidia sisi tukianza safari ya utengenezaji wa mobile apps nitaenda kuwasha program yangu ya na hapo iona ni application ya Netbin ambayo itatusaidia ku- kuandika kodi za java na kuzirani kupata majibu kama tunavyokuwa tumetarajia. Program itafunguka kama hivi unavyoona imefunguka. Kitu cha kwanza tutakachokifanya hapa, tutatengeneza project, tutatengeneza kitu kama project ambayo tutakuwa tunaitumia kuandika files mbalimbali. Tutakuwa na files za masomo kadhaa hapa project utaiacha hapa kwenye java wc maven, itakuja hu tumejichagua java application ndo tunaenda kudeal nayo. Tutakuja tutabonyeza next, tutakuja next. Hapa kuna vipengele kadhaa, hapa kuna project name, project location, kama project zetu zitakaa kwenye sehemu gani kwenye family yetu project folder uwezo kaibadilisha group id kampuni hapa. Ni package package name koto kuja hapa, tutaandika jina la project yetu nipi hapa, na tutaandika aautapandojinaa project yetu kamba aji baada ya kuwa programu yako imeshafunguka hapo, unahitaji kuwa na ujuzi wote wa Java. So, tuchukua ndio siku ya kwanza unaanza kujifunza kuhusiana na ya mambo nakuwa hauna maongozo yote. Unachotaka kufanya kama ulivyoona, utaingia kwenye kwenye Google wako uta download netbin. Kama unajua jinsi ya kufanya installation, kuna video nyingi sana kwenye YouTube, kwenye mitandao mbalimbali inayoelezea kwa namna gani unaweza install netbin kwenye kompyuta yako. Generation unatumia Windows au unatumia operating system gani? Yeah. Ni sasa lazima zipo video. Sasa kwa ni jinsi gani unaweza kuinstall NetBean. Unainstall tu ni kama kawaida. Hiyo sasa ukija kwenye kipengele cha unaanza kuandika Java ndio leo tuko hapo. Leo tutaenda kuandika Java program ya kwanza kabisa. Hapo unahitaji ujuzi wote wa programming. Utaenda kuandika program ya Java ya kwanza kabisa. Si msingi unachotakiwa kufanya. Kwa wakati wako wa kwanza katika kujifunza Java, unatakiwa kuangalia kwa makini mimi nafanya kitu gani, ili kusudi kwamba kama unakuwa unaweza, unaandika kwenye daftari pembeni, naisha kwa nakifanya hatua kwa hatua, hafu na kuja kufanya mwenyewe, kuona kama umeelewa au hujaelewa. Hiyo ndio hatua za msingi, na huo ndio mwanzo mzuri wa kujifunza programming language, hususani kama haujawahi kujifunza programming language yoyote, kama mwanzo kujifunza programming language yoyote, kwa mfano kama Python unaweza kujifunza JavaScript au C na ukaibobea, basi inakuwa rahisi. Ina unaweza kusikiliza kipindi kama hivi na ukawa na uwezo wa kumbukumbu, ukawa na uwezo wa kukumbuka vizuri kitu kinachokuelekeza hapa. Java ina mambo mengi, Java ina mambo mengi sana, ina mambo mengi sana kiasi kwamba sio tutaenda kujifunza Java kiundani, tutajifunza Java kwa ajili ya kutengeneza mobile apps ili ambapo kwa umeanza kutengeneza mobile apps, kutokana na unavyohitaji. Kama nataka niunde mobile app ya ambayo itafanya function fulani, ndio itakulazimisha sasa utafute material ya Java. Kwa sababu unakuwa na experience na misingi ya Java, basi inakuwa rahisi, inakuwa rahisi kwa ya kwako kwa wewe. Ukipata hayo material unaweza kuyafuatilia na kuelewa document yake imeandika hiki inamaanisha nini, kwa sababu unakuwa umeshapitia video kama hii ya hatua ya awali. Kwa kitu cha kwanza kabisa, unaona project yangu imefunguka, lakini nimekuja na class. Kwa hiyo nachokifanya hapa, mimi nitafuta hii class, nitaenda kuifuta hii class ili tuanze upya wote kwa pamoja, nitaenda kuifuta, nitaifuta Utaenda kuifuta kama hivi hapa, utabaki itabaki playing. Utachokifanya wewe utakuja hapa, unaona kwa sababu ilikuwa imefungwa. Utakuja kwenye project yako hapa, uta utakuja hapa kwenye project yako, utaiona kama hapa project yako, utaiona hapa hivi. Ukija ku right click, uta right click, click file ya yako hii project yako hii, uta uta no, uta expand, utaona kuna kidude hapa pembeni ndata mathematics ya hii iki na mafanya protoki. Bonyeza hivi itakuwa imeexpand. Utakuja hapa kwenye source packages. Utabonyeza source packages. Hii hapo uta expand, utakuja utakuta kuna package ndani. Hii package yofua ni package hapa, una right click, right click utaona kuna neno new. Baadaye utakuja kwenye Java class. Utakuja kwenye Java class hapo, tutaongeza jina la class hapo. Kwa mfano kama hapo nitaandika andika ya kwanza. Tandika ya kwanza. Hakikisha kitu kingine hapa cha msingi kuandika jina la klasi yako, kitu ambacho takuwa uzingatie na kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ukisikia kwamba nakwambia Java na sheria mbalimbali ya kuzingatia, ndio hivyo. Lakini vile vile, kama unataka kuacha nafasi kwenye jina la klasi, tukio kuacha nafasi kwa kuacha space, hiyo haitakiwi, unatekuwa uweke underscore labda uweke underscore hivyo, ila sio kuwacha nafasi kwa kuwacha gap. Hapana, herufi ya kwanza lazima herufi kubwa. Herufi ya kwanza lazima kubwa, ndio sheria kwenye Java, kanuni ya kuandika jina la class. Na vile vile jina la class lazima nanaev kwenye kwenye faili yako. kwa kafuna kama nikibonyeza hapa finish Ukiangalia faili yetu ni yapa imeandikwa hapo jina hapa jina la klasiyao imeandika ya kwanza, hata kundo inafanana hivyo hivyo, ya kwanza hata kuja kuangalia kwenye folder ambayo ambalo limehifadhi taarifa ta, utakuja ukute kuna faili ya Java mundani imeandika ya kwanza, kama unavyoona unavoona hapa Ukilinemu hapo ukaandika kitu kingine tofauti unakuwa umeharibu. Lazima hii hapa ifanane na kwenye faili jina, ya klasi ifanane na faili, ifanane na ulivyosema kwenye file hiyo. Ndio sheria ya pili ambayo kabisa hapa kutakiwa kuisahau, jina la class ifanane na faili. Jina la klasi lazima herufi ya kwanza iwe kubwa. Herufi ya kwanza lazima iwe kubwa Lazima uzingatie hivo. Kwa hapa tunachoenda kufanya, tayari tumeshatengeneza klasi yetu ya kwanza. Tunachoenda kufanya hapa, tunaenda kuprint maneno kutumia class yetu. Tutatengeneza class ambayo itafanya kazi ya ku ya kuprint neno habari Habari ndugu mtazamaji au ndandika, habari ndugu msikilizaji. Kwa hapo, tutatengeneza hii ni klasi ambayo tutafanya ya, kazi ya ya kuprint na neno. Lakini hii hii, yapa, hii hivu, hapa nifanye hivyo, lazima tuongeze kitu kingine huko ndani ama wote tutajifunza hapo mbeleni. Yes, kwa size leo tuandike program ya kwanza, tuone je inafanyaje tunaposema java anafanya kazi from, from java ni kitu gani? Hii ndio project ya kwanza kwa beginner kama ndo unaanza

kama hicho hapa tutaandika system ili kuprinti hiyo neno sasa. Kwa sasa usijali. Sasa kwa najiuliza jamaa, anajiandikia tu anajiandikia tu anajiandikia tu, mimi nitajifunza nini. Mimi najaribu kukuonyesha tunaweza kufanya kitu gani, maelezo mengine tutaendelea kujifunza huko mbele, kwa maana nikakwambia kuna vipindi takriban kumi na sita vipindi ambazo itakuelezea mambo mbalimbali kwenye Java wakusiana naandika nini hapo, wala usijali, naandika pa habari. project yangu tayari nimeshatengeneza ya imekamilika hapa na shalani project kwa, nitakuja hapa kwenye nitakuja hapa kwenye kwenye file yetu hapa nita select kisha ni nitaleft click, sio left click, ni kuright click. Nitaright click kupata hizi option, tukaa hizi option nitakuja nachagua hapa imeandika land file run file pamoja na mweza run file ukiona posicha ya lanani hapo tauni inazunguka hapa ina inakuja kunarodi baada apo itakuja itanani kiju kiangalia kwa chini huko ngaja puta hiyo, unaona kwa chini hapo, taona hapo imeandika build successful na hapo imeprint neno habari karibu katika mafuza ya Java hapo. Hivi ndivyo ambavyo tumefanikiwa kutengeza kutengeneza project yetu ya kwanza. Hakikisha una hakikisha unainstall netbeans unaandika projecti ya kwanza inaleta majibu kama ulivyokuwa umekusudia kama tulivyofanya hapo hata tukiandika kitu tuki kingine hapa tukiagiza tu tuki habari tukaja hapa tukaselekti tuka right tuka, tuka tuka click tukachagua run file itarani na kuleta majibu ambayo tutakuwa tumekusudia Kama ulivyo nimeleta majibu kama tulivyokusudia. Kwa ndio kitu cha msingi. Somo la leo naona tuishie hapa. Cha msingi jitahidi ufanye mazoezi. Mimi na mwanangu anapatikana muda wote. Unaweza kupiga simu kama kuna jambo limekutatiza, unaweza kupiga simu kwamba me fail wapi labda. Labda umefail kwenye store, NetBeans, labda NetBeans haifanyi kazi, naweza nikakupa maelekezo ni kwa jinsi gani kufanya kwenye kompyuta yako ili uweze kufanikiwa somo hili.